Mtu ana nafasi yake na kila mtu ana uwezo wake. Niko hapa Kigamboni, ambapo leo na kukutanisha na binti ambaye ana changamoto ya uoni, kwa maana kwamba haoni kabisa, lakini hiyo si sababu ya yeye kutofanya kazi. Anafanya kazi ya e utengenezaji wa sabuni za maji. Tuenda kufahamu historia yake, alianza vipi, anawezaje kufanya kazi hii angali akiwa haoni. Jina langu ni mkwaji Masatu, tafadhali Salia nami. Leo tupo na Hijra, binti jasiri ambaye licha ya changamoto ya uoni ameweza kuona mbali asante, zaidi ya wengi. Hijra, tungependa kufahamu changamoto hii ya uoni ilikuanza lini? Kwanza kabisa, kwa majina anaitwa Hijra Kitabisa, ni mwanamama asiyeona. Mimi sioni kabisa, sioni usiku wala mchana mimi ni mtu asiyeona kabisa changamoto hii ya kuona imenipata mwaka elfu mbili na kumi na tatu baada ya kuumwa sana na kichwa kichwa kilikuwa kinaniuma masaa ishirini na nne nafikiri nikikwambia masaa ishirini na nne unafahamu masaa ishirini na nne ya vipi unachukua dawa ya kutuliza maumivu inakutuliza dakika tano lakini baadaye kinakuja kuendelea ndio kichwa kilikuwa kinaniuma sana mpaka nikawa nahisi macho kama hayaoni, nikikaa nikiamka nahisi kama giza, naona tena. Lakini kwa sasa ndo sioni kabisa. Ulijaribu labda kwenda katika wataalamu kuona, labda changamoto hiyo imesababishwa na nini? Um, baada ya kutokuona, kwanza kabisa nilikuwa nasoma, e, e, kidato cha nne. Baada ya kumaliza mwaka elfu mbili na kumi na mbili ndipo nikaja kupata hii changamoto. Baada ya kupata hii changamoto nikapata uh, barua ya kwenda hospitali ya Morogoro lakini pale hospitali wakanipa rufaa ya kuja Dar es Salaam. Nikaja sisi CCBRT, sisi walichoniambia sisi, tunaona kama macho ni mazima, lakini yanacheza kama feini, hatujagundua kitu gani ni kitu gani kilichosababisha macho kutokuona, kama unasema hayaoni lakini laki, laki, sisi mbona hatuelewi, macho tunayaona tu ya kawaida, ila walichoniambia tunahisi kuna uvimbe kwenye ubongo. Huu uvimbe ndo unaweza ukakusababishia kutokuona. Pale CCBRT wakaniambia, wakanipa rufaa ya kwenda Muhimbili. Nilivyofika Muhimbili na nikaambiwa nifanye vipimo vya ubongo, lakini sikuweza kufanikiwa kutokana na hali ya kiuchumi Sawa mm, ndio, sikuweza kufanikiwa. Kilicho kilichosemekana na familia mm, waachane na habari za kunitibu tena wanirudishe nyumbani nikaishi ba, nikaishi tu basi mpaka mm, pale Mwenyezi Mungu mwenyewe atakapoamua kutenda maajabu. Baada ya kurudi nyumbani, nilikuwa nikikaa naumia sana. Kwa nini mimi nisipate nisijue solution ya ya macho yangu ni nini, ku, kwa nini hayaoni? Nilikuwa naumia, lakini nilikuwa nashindwa namna ya kufanya, kwa sababu sikuwa na uwezo, na kipindi hicho wazazi wangu walishafariki wote, ila waliokuwepo ni ndugu ambao walikuwa wananishika mkono kwa hali kidogo, sio umenielewa? mm, nakuelewa. Ndio, lakini sikukata tamaa mm. niliendelea kukaa nyumbani nikiwa mnyonge sana. Mimi nilijihisi ni mtu ambaye tayari nimeshakufa mm, lakini bado sijazikwa mm. Nilihisi vitu kama hivyo, yaani nilikuwa na mawazo mengi sana kichwani. Ndio sawa, eh ndio. Baada ya kukakaa nyumbani sana, wakatokea watu kutoka nje, wakasema tunakuja kupata kupima macho. Kutokea, walitokea wapi? Saudi Arabia mm. walikuwa wanatangaza nilisikia tangazo kwenye TV mm. Hilo tangazo lilikuwa wa, wa, walisema kwamba wanahitaji mm. watu ambao hawaoni waende hospitali ya Morogoro kupata nini, matibabu. Kweli matibabu. Mm. Nilijaribu kumwambia shangazi yangu ambaye nilikuwa naishi naye mm. Shangazi yangu alikuwa nimwelewa na alikuwa ananisikiliza sana kiukweli mm. alifanya juu chini mpaka tukaenda Morogoro nikapata vipimo vya macho mm, lakini pia hawakuona chochote, kwa maana kwamba walikuwa walikuwepo wataalamu wataalamu kutoka nje. Ndio ambapo ulitegemea pia kutokana na huduma yao huenda ingekusaidia wewe kuona tena. Ndio, lakini sikuweza kufanikiwa. Tulivyotoka pale, ikabidi turudi nyumbani. Bado nikaendelea na maisha yangu ya kuwa mpweke, sijui cha kufanya, mpaka nilikuwa najihisi, mimi ndio siwezi kupendwa tena. Mm. Mimi ndio siwezi kwenda sehemu yoyote, mimi ndio siwezi kufanya kitu chochote, nilikuwa najisikia mpweke. Lakini siku moja, mm. kuna mtu mmoja ambaye ni yeah. mtu asiyeona yuko Dodoma mjini pale Dio. mzazi wake anaishi kwetu Kondoa mm. anafanya kazi na shangazi yangu anafahamiana, akaja akamwambia anti yake, Hijra, mbona wewe si una mtoto ambaye haoni? Akasema ndio sasa Jumapili kutakuwa na semina ya watu wasioona, ukumbi fulani, siku ya Jumapili. Je, unaweza kumpeleka mwanao? Akasema sawa. Mafunzo haya yalifungua milango ya maarifa yakaongeza uelewa wake kuhusu ujasiriamali na ubora wa bidhaa. Kisha akajiunga na VETA ambako alipata mafunzo rasmi ya ufundi stadi na kuongeza ujuzi wa kutengeneza sabuni bora na salama. Huu ndo muunganiko mkuu wa sabuni ndipo sabuni inapotoka na kuanza kuifanyia kazi. mpata fursa ya kwenda Sido, tukasoma ndani ya wiki moja, tukalipwa, tukapewa na vyeti ndani ya wiki moja. Lakini nilivyotoka pale, unajua ni ile akili ya kutokujua hiki ni kitu gani ambacho nimekuja kukifanya, sawa eh? Unasema ni bora mimi nikapate zangu nini, mshiko, nawaza hela, uzingatie. Ehe, nilikuwa sizingatie lakini baadaye baada ya kukaa kama mwezi mmoja uhum, nikasema hivi, nilienda kujifunza Sido fani ya ujasiriamali, kwa nini nisifanye ile kazi yangu? Nilianza na sabuni ya multipurpose ambayo ni ya matumizi yote ya, us matumizi ya usafi wote pamoja na ya chooni tu. Kwa chupa ngapi ulitengeneza za kuanzia? nilianza na chupa hamsini za lita moja, ndiyo Nikasema siku hiyo ngoja tupaki, alafu mwanangu msichana niliyekuwa nakaa naye kwa sasa hayupo mm. twende kesho tuanze kwenda kuuza hata kwa walimu mashuleni mm. Sawa eh? sawa, sawa. kweli ni tukapaki, nikachukua mabegi yangu mawili nikaweka sabuni zangu mm. na yule nikamwekea, tukabeba mgongoni. Tunaweka perfume aina ya lemon. baada ya hapo Tuna, tunaweka rangi. Baada ya kumaliza kuweka rangi, tunakoroga ndani ya dakika kadhaa. Nilitembelea shule ngapi, ambazo nilitembelea shule nyingi sana, na bado natembelea shule nyingi hmm. na mpaka sasa nimeongeza bidhaa za kuzalisha mm -hmm. nazalisha hiyo sabuni ya multipurpose, detergent soap, tiles cleaner, jiki shower gel na shampoo na viungo vya chai mchuzi na pilau pamoja na peanut butter. Siku hizi nimeshakuwa mzoefu wa kufanya kazi. Ninapofika najitambulisha ninaambia atakayechukua bidhaa yangu mm. lazima utanipigia simu, sikwambii uongo. Ushuhuda ni walimu wali wengi sana mm. Tena mpaka wananiambia, Hijuna umekuja kutuonjesha bidhaa zako, kweli ni nzuri sana sana. kazi mm. zote hizo unazifanya mwenyewe? Saa hizi nina mashine moja ambayo ni mixa huwa mm. inachanganya sabuni. Kipindi cha nyuma nilikuwa na vijana vijana wale vijana wakija wanafanya kazi ndani ya wiki moja wiki mbili wanachoka, wanaondoka kwa sababu mm. tulikuwa tunatumia mpini mm. eh, na mkono mm. kufanyaje, kuzalisha nini sabuni mm. Sasa ile ikawa ni kama nawachosha vijana, lakini mm. sihaba, nilikuja nilipata mfadhili mmoja akaninunulia mashine, nashukuru sana, na sahizi hata kama niko peke yangu nina uwezo wa kuzalisha, lakini kama nina vijana lazima niwaelekeze namna ya kuzalisha, na sabuni inatoka kwenye ubora wake kama ilivyo. Licha ya kutoona, Hijra haachi kufanya kazi. Kila siku anaamka, anasimama na kuingia mzigoni. Kwa kushirikiana na msaidizi wake, wanapima, wanachanganya na kutengeneza sabuni kwa usahihi. Huu ni ushahidi kwamba kazi si macho pekee, bali maono, bidii na uthubutu. Hatua ya kwanza, ninaloweka chumvi kwenye ndoo ya lita kumi pembeni. Chumvi hii itakaa kwa muda gani? Ikiwa imelowekwa inakaa kwa muda mchache, mashine itasaidia kukoroga ili iweze kuyeyuka vizuri. Hatua ya pili, ninaweka alkatu, ninaweka kwa kiwango kadhaa. Najua ni kiwango gani mimi naweka ili sabuni yangu ya lita thelathini ikae vizuri, sawa eh? Sawa. Sawa. Baada ya kuweka alkatu ninaweka maji. baada ya kuwa imeshakuwa nzito, ninaweka sulfonic pamoja na slesi. Hivyo vitu nimewaambia kwanza, vinang'arisha, vinaongeza povu, vinang'arisha na kutakatisha sana. Hatua ya pili, ninachanganya, ninachanganya sulfonic pamoja na slesi hadi ichanganyike changanyiko wetu wa vitu vitatu nilivyoanza kuviweka umeshachanganyika. Bado kitu kimoja ambacho kinaitwa sodash, hiyo pia kazi yake ni kungarisha pia na kutakatisha na kuweka sabuni kwenye ubora zaidi. Hatua inayofuata naweka maji kidogo kidogo hadi itimie lita thelathini. Lazima niweke kidogo kidogo na nikoroge ichanganyike, kwa ajili ya kusaidia sabuni isije ikaharibika. Tumeshazalisha lita thelathini. Kinachofuata tunaweka grislin. Gris, kazi ya grislin inasaidia mikono kutojikunja, pia inaweka sabuni vizuri na hata kutokuchubuka mikono. Baada ya kuweka grislin tunaweka perfume. Baada ya hapo tuna tunaweka rangi Sasa tunaikoroga chumvi yetu kwenye mchanganyiko sabun wa sabuni. Hatua ya mwisho, baada ya hapa tunaiacha ndani ya masaa manne ili povu lishuke. Bila kushuka povu, hautaweza kuipaki kwenye vifungashio. Jamani watazamaji na wasikilizaji, mimi ni mtu asiyeona, lakini ninajishughulisha na kazi ya uzalishaji wa sabuni. Macho yangu mimi hayaoni, moyo wangu unaona fursa. Wapi ninakoenda, nipate kula yangu. Wapi ninakoelekea nipate kula yangu. Hijra ya ni anti yangu ambaye nipenda, nimemjua baada ya kumaliza form 4. Maana nilikuwa nasoma Dodoma koo, mjomba wangu akasema baada ya kumaliza form 4 kwa sasa hivi hapa hakuna kazi, kwa hiyo mimi nitakupeleka kwa anti yako, anafanya kazi za kuuza sabuni koo, utaenda paa utamsaidia, lakini yeye ana matatizo ya kuto kuona kwa wewe ndio utakao kama vile msaada wake. Mimi nikakubali. Baada ya hapo, nikaja hapa mwezi wa pili. Kwa kuja hapa, baada ya kufika hapa mwezi wa pili, nikajifunza kutengeneza hizo sabuni mdogo mdogo mpaka sasa hivi najua, pia nasaidiana naye kwenda kutafuta masoko kwa, tunatembea wote kutafuta masoko, kupeleka sehemu labda bidhaa tumepewa oda, kwa tunapeleka naye. Changamoto changamoto ya kwanza huwa napata wakati wa mvua kama hivi zikinyesha huwa nikiwa natembea naye, kwa mfano labda unakuta sehemu ina maji, kupita naye mpaka uweze kumwelekeza pita hivyo akuelewe, huwa ni changamoto pia. Changamoto nyingine pia huwa inatokea wakati wa watu wengi, pana watu wengi, kupishana na watu huwa ni tabu sana kupishana naye. Yani kwa sababu wewe unavyotembea, huwa nakushika hapa nyuma, kwa hiyo kupishana na watu hivyo, shanganya hata kukugonga, ukaachana naye kumtafuta, unaona. Changamoto nyingine ya pili huwa katika upandaji wa daladala, maana sisi tunatumia daladala kupeleka bidhaa. Kwa hiyo katika upandaji wa daladala, kama unavyojua wa watu wengi, daladala ikifika pale huwa watu wanakimbizana ili waweze kupanda. kwa hiyo mimi ndio inatakiwa niwe haraka kumshika yeye mkono, kumpeleka kwenye daladala. Lakini Mungu mkubwa, tukipanda watu wenye utu wao wakimona huyu aoni, wanamwachia siti. Kama siti hamna, tunapanda tunafika, hiyo sehemu nfanya biashara. Alhamdulillah, mafanikio pamoja na changamoto huwa hazikosi kwa binadamu. Mafanikio niliyo nayo, kwanza, nimeweza kusajili bidhaa yangu BRELA, jina la kampuni nimeshalisajili BRELA. Pili, nimeweza kuweka scan code, maanake mtu akiingiza namba hizo za kodi ananipata sehemu nilipo. Fanikio lingine, nimepambana sana kupata risiti ya EFD, mashine ya EFD itanisaidia kufikia soko kwa ukubwa zaidi. Nilianza na lita arobaini kuzalisha, kadri siku zinavyozidi kwenda na ninavyopata wateja, ninaendelea nina, ninaongeza lita za kuzalisha mpaka sasa kiwango cha mwisho cha kuzalisha lita ni lita mia sita. Bwana Jonjolo anasema sabuni hizi zimeleta mabadiliko nyumbani kwake, huku akisihi watu wenye ulemavu kutobweteka. Mimi ni kiongozi hapa mtaani kidogo, e ni kiongozi wa taasisi ya BAKWATA kwa hiyo huwa tunadiri na watu design yake pia, ambayo ni walemavu wa macho. Kwa hiyo hicho ndio kisa cha kwanza kumfahamu Hijira, lakini baada ya kumfahamu, kufika kwa hapa kwake, nilipo nilipogundua kuwa Hijira kuna bidhaa anazalisha, na hapo, katika kumuunga mkono, bidhaa yake ya mwanzo kabisa ambayo nimeanza kupata kutoka kwake ni karanga. Kuna hiju na karanga hizo ndizo ambazo nilianza nazo, nilichukua na nikaenda kufanya testi nyumbani, na kweli zilikuwa mzuri. Lakini baada ya hapo tena ikawa nimeendelea kupata bidhaa zake. Kuna hiju na masala huwa anatengeneza huyu mama. Kuna sabuni hijina, sabuni na mara nyingi huwa tunachukua sana sabuni, sabuni zake kiukweli ni mzuri, sababu tunatofautisha na watu wengine ambao wanatengeneza, tumeshakuwa tumezitumia za watu wengine. Kwa hiyo za kwake zimetufanya mpaka tumeganda kwake, kwa sababu ni mzuri na, hey, yuko wazi kwenye kutengeneza kwake na huwa hazina shida aina yoyote. Mara nyingi tukipata fursa kama hivi, huwa tunaongea na tunawashauri na pia tunawaomba tuna waachane na zile zana za zamani sana za kuwa ukishakuwa mlemavu basi hakuna unachoweza we ni mtu wa kusaidiwa. Hapana, Hijra awe mfano kwa wengine ambayo wamemwona na anawaelezea wa ni kweli, na wanaweza wakapata nafasi hiyo ya kufanya kitu. Waache tabia za kuboteka na kuona wao ni watu wa kusaidiwa tu. Hijra ni mpambanaji sana, alafu kumbuka kuwa ni mtoto wa kike, lakini huwa hana jitihada sana ana jitihada sana na huwa mimi ninapenda jitihada zake, sababu wapo pia ambao ni wazima si walemavu, lakini hawana jitihada kama za huyu binti. Kiukweli, waachane na hizo fikra za kusaidiwa, kila muda anakwenda kuomba, kila muda jirani. Naye anaeleza jinsi sabuni hizo zinavyosafisha vizuri bila kuathiri ngozi. Sio kitu rahisi kwa mtu kumu, yani haoni na anaweza kufanya mambo kama yayo si kitu rahisi, ana inspire watu kusema ukweli, ana inspire watu wengi sana hapa, yeah, kama mnavyoona bidhaa zake, na ni nzuri kusema kweli, ni nzuri mno mm. kwa kutumia sabuni yake yeye ya kijuna, imenifanya ngozi yangu hayuchubuki, nguo zangu pia zinatakata vizuri na inanukia. Watazamaji na wadau, kikubwa ambacho ninachohitaji nina kuwaomba waweze kunisapoti mchaji Pili eneo, watakaponipatia mtaji, eneo kupata ni rahisi, kwa sababu ni mtaji ndo unayenirudisha nyuma. Hata kama kuna mtu ana eneo lake la kusema subiri, mimi nijitolee, nimpe eneo akafanye kazi zake, nitafurahi pia. Watu wenye ulemavu wengi wamekaa, haswa jamii ya watu wasioona. Mimi ni ndugu yenu, mnanifahamu, naitwa Hijra. Hata mkiniona ninajishughulisha, ninaweza. Kwa nini nyie mshindi? Cha msingi ni kujitoa, kujiamini na kujikubali. Wadau pamoja na watu wote walioniona, hata Rais wangu pamoja na serikali yake itambue, huyu ni mtu wa namna gani, anafanya nini? Hebu tumuunge mkono hata kwenye masoko Leo nikisema nazalisha bidhaa nyingi, nampeleka bungeni bu, tayari wameninua kiuchumi. Leo tumejifunza kuwa biashara haihitaji macho pekee, bali maono. Binti huyu ameonyesha kuwa changamoto si mwisho wa uwezo, bali mwanzo wa njia mpya. Kumbuka, kazi ni kazi.